po shukuru washiriki wetu ambao wamejiunga pamoja kwa kucha kufanya salongo hii. Sisi kama washiriki wa sabato tunajiunga pamoja kwa kushukuru hata viongozi wa serikali yetu ambao wameturuhusu tuweze kufanya kazi hii salongo siku ya wa dimanche, wakatukubalia Eh, kufanya maombi siku ya Sabato ili siku ya Dimanche tuche tukiwa wengi kwa kufanya kazi hii. Tunawaombea kabisa, ni baraka kwa Bwana, ili aweze kuwabariki, na tunahimiza hata washiriki kusudi waendelee kuja eh, kila Dimanche wakiwa wengi kwa kazi hii, kusudi tuendeleshe kazi ya Bwana. Tuendelee kushukuru hata viongozi wa Central Kivu Field na officers ambao wanatumika kwa kufanya kazi hii wanapovitolea vitangazo ili na sisi tuweze kufikisha kwenye washiriki ambao tunawaongoza. Viongozi wetu kwa niaba ya kanisa hata na kwa niaba ya station, tunawashukuru kabisa kwa kazi ambayo tunaendelea kutuongoza ili tuweze Kujiunga pamoja kufanya kazi ya Bwana. Sisi sote tunaombwa kutii, sisi sote tunaombwa e, kuweka katika maneno kwa kila tangazo kama na hili, na hili la kufanya salongo kila dimanche. Mungu aweze kubariki na abariki nchi yetu ya Kongo. Tunaomba katika jina la Yesu, Amina. Tunafurahi sana kwa kazi ambayo serikali imepanga hii kazi ya kufanya usafi wa, wa barabara hata na mazingira. Sisi kama kanisa la Adventista tulikuwa katika wasiwasi ya kuchuhuliza kuwa salongo tutakuwa naifanya namna gani, kwa kuwa ilipangiliwa siku ya Sabato, lakini wakati serikali imekubali kufanya hii salongo siku ya dimanche, vraiment ni kitu ya mzuri ambayo imetusaidia nasi wa Adventiste tuko watu ambao tunapenda usafi sana, na hii siku tutaheshimia. Kila dimanche, kanisa letu la Adventiste tuko tayari, tukuwa tunafanya hii kazi ya kutengeneza mazingira. Asante sana, na Mungu aendelee kuwapatia maisha marefu. Asante sana. Asante sana kwa siku ya leo ambao tumeweza kupewa na viongozi wa serikali sisi wa Adventiste tuweze kushirikia na wengine kwa ajili ya salongo ya, ya kwa kwa siku ya sabato. Asante kwa kuwa mlituchagulia siku ya dimanche, siku ya kuweza nasi kuhusika na wengine, kusudi tuweze kuhusika na wengine ndani ya salongo. Tunawashukuru viongozi wa kiserikali ambao mlituitikia, vile vilevile waongozi wa field wa kanisa yetu ya kisabato ambao nao walishirikiana na ninyi ili tuweze kutumika leo siku ya ya dimanche kuhusika na wengine kwa ajili ya salongo. Mungu awabariki ninyi nyote na washiriki wetu wote ambao nao wameitika mwito wa kuweza kufikia kushirikiana pamoja na wengine. asante kwa hii ya liko yetu ya sisi wa Adventista wa kufanya salongo dimanche. Nashukuru uongozi wetu wa kanisa ambao watualika jana wa Adventista yetu ya samedi, ie tufanye salongo yetu leo siku otuka mua sisi, mimi ni isu wa Adventista wa matumaini matumaini nashukuru sana kwa hii alikunda aisa6 wote wa matumaini. Tuko hapa tuko hapa na pembeni ya kiongozi wangu mzee Mashamuli André, kiongozi wa nchi yetu ona a huuma a tunaenda kukanisa na japo wengine kanisa la Wasabato walivandishwa siku ya saba. Tumekuja hapa siku ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza ya juma ambayo kwa maarufu wengine wanaita dimanche, sikiwa ndiyo siku ya kwanza ya juma, siku ya kazi ya kwanza. Tumekuja kujiunga pamoja na wengine katika kazi hii ya salongo, hata kama ni wengine wanaona kama ni siku ya mapumziko, lakini kwa Biblia ni siku ya kwanza ya juma. Sababu sisi hatufanyi salongo siku ya Sabato, tumekuja kujiunga na wengine ambao walifanya salongo jana, tuonekane kama raia ambao wanapenda nchi yao. Tumekuja kutumika hivi leo, ndiyo maana tumejiunga na wengine kwa kuja kutumika, wasituone kama wazembe na siku ya Sabato Nakizuia sababu sisi tuna siku yetu ya kufanya salongo. Ambao mnawaona hapa ni washiriki wa kanisa wa la Sabato ambao waniaii sababu mara wanaposikia tangazo wote wanajiunga, tunakuwa watu wengi. Ndio maana naona wamama mama, watoto, wasichana, wababa, wazee, hata na mapastors wote tuko pamoja nao hapa katika kazi hii kubwa ambayo tunatumika. Tunataka siku ya dimanche tukuwe tunatumika na tuonyeshe kama na sisi tupo. Jamani, asante, tunashukuru kanisa wa Adventiste katika district ya Maranatha district ya Goma Centre kwa kazi kubwa ambayo wamefanya uh, ya salongo hii dimanche ya tarehe makumi mbili mwezi ya 4 Mungu awabariki sana.